Usidanganywe na sauti nzuri wala usidanganywe na maneno mazuri kwenye maongezi ambayo yanakufurahisha bila kuangalia kilichoko nyuma ya hicho kitu kinachoongelewa, kwa sababu sio mara zote kinachoongelewa mdomoni ndo kinachomaanishwa. Unachokisikia mara nyingine sicho unachotakiwa kusikiliza. Unapoisikia sauti masikioni, sikiliza maneno vizuri na sikiliza kilichoko nyuma ya hayo maneno unayoambiwa kwa sababu usipozingatia haya, unaweza ukaishia kutumika na watu. Kila mara unavyoongea nao watajinufaisha kila mara, na wewe utabaki hivyo hivyo bila kuondoka na chochote. Kuna vitu vitatu nyuma ya kila sauti unayosikia, vitu vitatu kwenye kila maongezi unayokuwa nayo na watu, na inabidi uvizingatie. Kitu cha kwanza ni hiki, nyuma ya kila sauti unayosikia lipo jambo ambalo unafichwa. Unapoongea na watu, kuna vitu wanavificha, hawakwambii watu hawatakwambia changamoto wanazopitia kwenye maisha yao kama sio hicho mnachokiongelea. Watu hawatakwambia siri zao za ndani, watazificha, hawataongelea machungu. Mara nyingine hawatakwambia fursa wanazozipata kama hawakwamini. Kuna vitu watu wanaviacha nyuma kwa sababu hawaamini kwamba unahitaji kuvisikia wao. Lolote linaloletwa mbele yako, lolote linalowekwa mezani, jua kuna kitu kimeachwa. Jambo lolote ambalo linawaweka watu kwenye nafasi ya kuwa wadhaifu au kwenye hali ya aibu fulani hivi, watalificha siku zote, watalificha kwenye maneno kama vile vile wanavyolificha kwenye mavazi. Kwa hiyo jua yote uliyoambiwa, nafahamu kwamba kuna mengine haujaambiwa. Jambo la pili ambalo liko kwenye kila sauti unayoisikia unapoongea na watu ni kwamba kuna kile ambacho wamelenga kukwambia, kile wanachotaka ukisikie na ukifahamu mara nyingi huu ndo unakuwa mtego, unakuwa ni mtego. Kwa sababu gani? Unapewa unachokitaka, ili akili yote iende pale, na wenyewe wakae kwenye sehemu ya kuchukua wanachokitaka. Na hii tekniki unaweza ukaitumia pia hata wewe, ili mradi haumuumizi mtu kwenye maisha yake. Hii inaamuliwa na vitu viwili, inaamuliwa na mahusiano yenu mlio nayo. Kama ni marafiki sana, atajua unachokitaka na anakupa kama ni maadui, atajua apite wapi, labda atajifanya, naomba msamaha, atakupa tu kile ambacho unataka usikie kwako. Kitu cha pili kinaamua ni kile ambacho wewe unakitaka. Inawezekana wanakifahamu au pia inawezekana hawakifahamu. Mara nyingi tunajikuta tu tushajiachia e, mapungufu yetu kwenye vitu tunavyovipenda yanaonekana kwa watu. Unasema napenda hivi, napenda kufanya hivi, wengine wanajua kuna sehemu huwa unatembelea, wengine wanajua unaongeleaga mpira, wengine wanajua huwa una utani mwingi. Kwa hiyo atakuambia hicho unachokitaka, na akili yako itakaa hapo hapo, ikiwa ni maandalizi ya kuenda kwenye kitu cha tatu ambacho ndo hiki hapa, ni kile kilichojificha nyuma ya sauti ambacho wao ndo wanakitafuta kwako. Kwa hiyo mwanzoni, kuna vitu vyao wamevificha, katikati hapo kuna vitu ambavyo wanajua unavitaka wamekupa, na akili yako imekaa hapo hapo, na mwisho wa siku wanapitisha kile cha kwao. Hii inakuja mara nyingi baada ya kukunasa kwenye kile unachokitaka. Hiki wanachokitafuta kwako mara nyingi ni kwa ajili ya faida yao wenyewe, ni kwa ajili ya manufaa ya huyo mtu ambaye mnaongea pamoja. Na hii ina maana gani? ni kwamba huu ndo ubora wako kwa huyo mtu, hii ndo thamani yako ulionayo kwa huyo mtu, hiki ndo kitu ambacho kinamnufaisha kutoka kwako. Hapa ndo inabidi uwe makini sana. Usiangalie sana umepewa nini, angalia sana wanataka kuchukua nini. Itakusaidia kwenye kunegotiate, itakusaidia sana kwenye kutetea nafasi yako. Hapa ndo nguvu yako ilipo. Kwa hiyo ukikaa kuongea na mtu fahamu, kuna vitu anaficha, na angalia sana ni vitu gani unapenda ambavyo anakupa, na angalia zaidi kwenye kile ambacho dakika ya mwisho anataka kukichukua, na hapo ndo upapindue upande wa pili kwenda kwake, kwa sababu hilo ndo eneo lake yeye, lenye kitu anachokitaka, lenye kitu anachotaka kukisikia, o, kama wewe ulivyopewa unayotaka kuyasikia. Hapo anapochukua kilichoko kwako ndo hicho anachotaka asikie yeye. Mdake hapo hapo, mwambie anachotaka kukisikia, nawe hakikisha unachukua kilichoko kwake, kama kipo. Inabidi ufahamu kwamba watu hawaongei tu na wewe, watu hawakai tu na wewe hivi hivi, kuna kitu wanahitaji wakipate, na wala sio dhambi wala sio jambo baya, kwa sababu tunategemeana. Ila kwenye kutegemeana, inabidi huo mbadilishano uwe fea. Ukipewa na wewe utoe, ukitoa na wewe upokee Hayo ndo mahusiano yanaenda vizuri, ila usipojua huo ujanja, watu watachukua zaidi kuliko wanavyoachia kwako. Kwa hiyo kila mara zingatia, kila mara unavyoongea na watu, hakikisha unajua ni kitu gani kinatafutwa kwako, na hakikisha pia unapata angalau kitu kimoja ambacho wewe utanufaika nacho, na usiogope kuachilia, usiogope kutoa, kwa sababu tunategemeana kama nilivyosema na ukumbuke tu siku zote kwamba kupokea kutoka kwa watu bila kutoa ni sawa na kuvuna kwenye shamba la jirani. kwa mali kauli, kuna siku kauli zako zitakugharimu. Usikubali hiyo siku ikufikie. Natumaini umepata la kujifunza. Mimi naitwa Michael na hii ni Lenzi, na siku zote piga hatua moja kwenda mbele kila siku.